Gody, jana bwana mmeingia robo finali ya DB, eh, Federation Cup. Yes. Kwa kishindo manake kuna bao ambalo ilikuwa lina utata sana. Mm. Vipi kwako leo? Bao linaweza likawa na utata lakini whatever the case ni Yanga ameshinda kwa magoli mawili kwa sefuri likiwa limefungwa goli lingine ambalo halikuwa na utata. Uh, wale watu walikuja wamecheza mpira mzuri kwanza tuwapongeze. Mi kwangu binafsi nawapongeza sana Songea United wamecheza mpira mzuri na watu ambao wamekuja kuangalia burudani ya soka ya jana wali enjoy football, lakini pamoja na matatizo ya Raisman kutokuona ule mpira umetoka. Unajua, ziko movement ambazo unaweza ukasema refa mfa makusudi, lazima ni mfa makusudi, lakini ziko movement ambazo una uwezo usiwaseme marefa, liko kwenye ngo hiyo. Kwa mfano ule mpira, kwa jinsi movement ya Pacome alivyokuwa anakimbia kwa kasi beki na na goalkeeper ambapo walikuwa wamejiposition. Riceman ambaye alikuwa anapaswa kuona alikuwa ni Riceman 1 ambaye alikuwa uh, anapewa mgongo. Sio, mnaelewa kwa ni ngumu yeye kuona. Nilishaona kwenye World Cup Japan alikuwa anacheza, sio na timu gani, lakini na Korea nadhani kitu kama hicho. Mali ilifika mpaka eneo ile na pamoja na VAR na kila kitu. Lakini bado aliruhusu ule mpira kufanyaje kwa goli halikuwa tukio ambalo una uwezo wa kusema lina ushawishi na la viashiria labda vya kutaka kuharibu ule mchezo. Kwangu ilikuwa poni tukio bora, na mpira ulikuwa mzuri na watu walienjoy football, ndio tunachoangalia sasa. Hizi tumeenda robo fainali, huku ndio ambapo ile 184 tutakutana naye mnyama. Bwana yuko Misri kule anajiandaa, kesho kutwa anashuka dimbani kucheza na Al Masri, kwa namna ambavyo mtazama mnyama lakini ikiwa kama e, mshabiki wa Yanga Mtanzania, comment yako juu ya mnyama Simba Sports Club. nikiwa nimefunga kabisa ramadhani yangu ya mwisho leo, Allah niongoze katika dua langu, Simba wafungwe huo oh. mchezo wa Almasri, tena ikiwezekana Allah ajalie kipigo kikali. Kipindi hichi tunaombeana mema, Allah ajalie kipigo kikali kwa makoro dhidi ya Almasri. E, Mwenyezi Mungu naomba ulipokee dua langu yani ulipokee vizuri kweli kweli, kwa sababu ee, kama watashinda ugenini watatwetea ngebe nyingi sana hapa nyumbani. Ni afadhali wakanyuko kwa magoli mengi yasiyopungua, si chini ya magoli matatu. Yani Allah bariki, Allahumma amin. Yani wafungwe wafungwe wafungwe, shekhe, wafungwe kweli kweli, yasipungue ya magoli matatu tena kwa sifuri. Na kwa timu walionayo nina imani hilo litakamilika kwa sababu eneo la goalkeeping yao, uh, baada ya kuumia Pin Pin Camara simoni goalkeeper ambaye atawazuia wale waarabu wasiingie kambani mara tatu, shekhe. Allah atabariki kwa sababu funga yangu mimi ni halali. mm -hmm. E, funga yangu ni halali atabariki, hii chuma zitaingia zisizopungua tatu. Kwenye timu yao ni kwamba kuna baadhi ya maeneo yana watu ambao wanaweza kuwasaidia timu yao, tofauti na quality na, na, na, na yao kwa timu zingine. Inawezekana pin pin Camara kwa timu yao kwa jinsi walivyo wa hovyo hovyo, inawezekana pin pin Camara ana uwezo wa kuwasaidia, lakini kwa quality yake kuipeleka kwenye timu nyingine anaweza akasugua benchi. Hata kwa magolikipa watatu ya namba moja, ukamlinganisha na pin pin, anaka nje. Namba mbili, ukimlinganisha na pin pin, bado pin pin anaka nje. Namba tatu, timu gani? Yanga Afrika, ukienda mm, uh, kwenye timu za ligi kuu Singida Fountain Gate, Singida Black Star, wote hao pin pin <tikipa> shida ya mpira wetu ni kitu kimoja. Kuwa na clean sheet ni jambo moja na kuwa goalkeeper moja ni jambo jingine. Goalkeeper ambaye alikuwa na clean sheet nyingi last season. Saizi mnamzungumza ambaye kaingia hapa watu kalakala vyuma vya kutosha kosti, kawachomesha. Mwisho wa siku, sahizi hayuko hata ligi kuu yenyewe, kwa watu wamemtemelea mbali. Kuwa na clean sheet nyingi inatokana na labda unacheza na nani, na mabeki wako na kulinda kwa kiwango gani? Na ile kitendo cha eh, magolikipa wale ambao wamekuepo pale, Aishi Manula yupo, eh, ana shida yoyote, lakini tunaona hajasafiri yu... eh, eh? ni huruma, huruma kwa Aishi Salum Manula, na ninakwambia mimi, ile dhambi ya Manula itawatafuna ile dhambi ya Manura, yani kuna magoli Simba watafungwa, mashabiki wao moyoni watasema Aishe afadhali na, na kwaidi, amna, Aishe kwenye bench, yuzi, Dibi, alikuwa kwenye benchi juzi hapa mechi ya db benchi, anaruhusiwa kuwa sehemu ya mchezo. Aishi mm. dhambi ya emu ya almasi Njoni, tuzungumze, nitawaeleza namna gani magoli yalivyofungwa alafu Aishi Manula kama angelikuwepo, namna gani angeweza kusave. Kama kuna laana hiyo dhambi ya kumweka Aishi Manula nje itawatafuna madunduka hiyo, na kuhakikishia na Aishi Manula, msimu unamalizika, nadhani mkataba wake unatamatika, ataenda klabu nyingine na atakuja kuadindia Simba one day niko hapa sio, inategemea. Yani hiyo siku ni na Almasiri kesho kutwa, dhambi ya Manula ataanza kuwatafuna na Almasiri wakiwa awei, watawekwa kambani Tabora ah. <coughs> wanakula we Tabora sita muacha bwana. Tabora ni anaitwa Tabora Modern Taarab, kuna timu pale? Ile ni Tabora, Tabora Modern Taarab, hakuna timu pale. Shekhe Mindo nakwambia bwana Umeona striker wa boli Jenini. E, Jenini ya hatari sana. Yaani, kwanza kama kuna striker kwenye ligi ya wanawake Jenini ni mchezaji wa maana sana. Ipo siku Jenini atakuja kufunga magoli hapa kwenye mechi moja, magoli ambayo hamna striker yoyote kafunga kwenye mchezo mmoja. Yule Jenini kwa jinsi anavyocheza, Jenin! Jenin! anaingia kwenye gari stweka karaboli lile pale, kama hakuna stweka kama yule pale. Mimi nakwambia huyo mchezaji, angalia mchezaji alivyokamilika kidali, kidali stopa fiziki. Nani anaweza akawa na mchezaji kama kwenye ligi ya wanawake? huyo wa hawezi. Uwe, kumsahau yule pale, mbaya wao, yaani wakimwona yule wakimwona yule makolo ah, weka mbali na watoto, kilio tu.